Alikuwepo bwana mmoja tapeli katika mtaa, na anajifanya ni mtu mwema mcha Mungu, anajificha katika kivuli cha dini kuwafanyia watu utapeli. Ukienda ukiweka amana yako inapotea. Akienda mtu mmoja akampa pesa nyingi sana akamwambia, niwekee amana na naenda safari, nikirudi utanipa amana zangu. Yule bwana akaenda safari, akirudi ya amana yangu, yule bwana anasema hujanipa kitu. Akamrusha dhalimu Bwana, pesa zangu kamwambia hukuniachie huku kitu. Nini ushahidi wako? Nipe ushahidi. Hakuna ushahidi. Yule bwana akaenda kwa Kadhi Iyas mwenye amana. Akamwambia bwana fulani fulani amenidhulumu amana yangu. Akamwambia, we anajua kama umekuja hapa. Akamwambia hajui. Akamwambia, basi usiseme kitu. Nenda njoo siku ya pili. Akaondoka yule bwana kwenda nyumbani kwake. Huku Kadhi Iyas akamtuma mtu kamwite huyo jamaa tapeli. Akaenda akaitwa. Alipofika tu pale hakumwambia, we, mbona unatapeli watu nini? Akamwambia bwana, nimeletewa zakaa nyingi na sadaka nyingi na mali nyingi za mayatima, sasa sina pakuzieka. Wewe nyumbani kwako kuna nafasi ya kuweka mali zote hizi? Akaambia ndio, nafasi ipo. Sasa nitampiga amiri wao na kadhi wao pia. Bas, akambia, basi. Akaambia basi njoo kesho kutwa tena, usije peke yako Itini biman yahmiluna hadhihi lamanat, njoo na watu wenye miraba minne watakaobeba hizi mali. Yule bwana kaja, hey, ulaji leo upo kwa kadhi. Kenda zake. Siku ilipofika yule bwana akaja, alimwambia njoo siku ya pili. Yule mwenye kudai sasa akaja, akaambia, sasa nenda kamwambie huyo tapeli akupe mali zako. Akikataa akikataa mwambie naenda kukushtaki kwa kadhi sasa hivi. Mpe hiyo taarifa, wewe mwambie hivyo tu, wala usibishani naye. Akaenda kwa siku hiyo, kaambia, bwana, nimekuja, zile mali zangu vipi? Nipe. Mwenyewe akamrusha hivyo hivyo, hakuna kitu hapa bwana, huambulii kitu hapa, huchukui kitu ambia, sawa, mimi naenda zangu kwa kadhi kukushtaki leo Ukumbuke kwa kadhi ni kule alikwambia na mali nyingi nataka unisaidie kuzieka pahala. Sasa akaona do, huyu anaenda kwa kadhi, ataniharibia CV yangu <laughs> unajua mimi na kadhi tuna big deal. Sasa akienda huyu kwa kadhi tu ameniharibia. Akamwambia bwana, njoo njoo njoo, chukua mapeni yako kadhaa, kuna mali nyingi huku nisije nikaikosa kwa upuuzi. <laughs> A yule bwana akashangaa aka, huyu mtu mwana leo kanipa mali mgumu wakulipa lakini leo amenipa. Kenda kwa kadhi kaambia, bwana kadhi asante sana nilipata mali zangu. Anambia, akasema, ye basi mpombia naenda kwa kadhi kukushtaki tu. Basi karudi nyuma, nikamwambia basi nenda zako. Ah, sasa namsubiria ka aje. Kaaja siku hiyo anambia, bwana nimekuja kwa ile ahadi yetu. Anambia ya adu wallahi. Kaamuita ya adu wallahi, we adu wa Allah, we adu yu walla sematajalu dina makhba'atan liajli dunia, unaifanya dini ndio kivuli cha kujificha upate kula dunia. Hakuna chochote hapa chako nenda zako, akamuumbua. Angalia namna alivyo solve problem kwa njia yake, hakuingia pahala popote pengine, katumia hivi. Ndivyo makadhi wanavyotakiwa wawe, sio wao ndo wanawasha moto unaenda kwa kadhi, unaenda kwa waamuzi, unaenda kwa watetezi, wao ndio wanasema usikubali hapa, kama vita vita endelea, dai haki yako, kufa kupotea, na dai, mambo yanaharibika. Huyu kadhi Yasi huyu huyu, walikuja watu wawili wanazozania mali hivyo hivyo, mmoja anasema hajanipa kitu, mwingine anasema nimempa amana yangu, ananirusha tu. Huyo kadhi basi, tulia Nataka kiapo aape. Huyu mwana kama hakupokea mali kutoka kwako, maadamu anakataa aape. Lakini kabla hajamwachia kuapa, asema subiri, tumpe nafasi kidogo. Anamwambia yule mdaiwa, ambaye yule mwenye kudai, ambaye ametoa pesa zake, anambia, unakumbuka wewe pahala ambapo mmempa pesa huyu? Akambia ndio. Unapakumbuka vizuri? Akambia ndio. Hebu nenda hapo pahala pengine wewe pesa zako uliziweka pahala fulani, huenda ukifika hapo, Mwenyezi Mungu atakujalia utakumbuka. aina wadhata malaka. Sasa nenda, yule mdaiwa akamwambia wewe, tafuta pahala ka yule mwenye kudai hela zake, akamwambia nenda, kaangalia huko sema. Yule bwana akaondoka, alafu next ana wahukumu wengine wengine wengine, huku anamtizama yule jamaa tapeli mwingine kwa ncha ya jicho yani anamtizama hi, yani anamtaini, anamuona am, amekuwa hayupo. Sasa anawaza tu, alafu ghafla akamgeukia akamwambia, unadhani huyo mwenzako amefika hapo pahala anapokwenda? Vile bwana akachoka, hajafika bado. Akamwambia, eh, kumbe unajua ka pahala alipokupa hela. Anasema pahala unapajua, lakini hela unakataa Kamtime eh. Yani, hivi vitu ni, ni vitu special ambavyo leo leo wanaweka chuo maalum, wanawapeleka watu wao kusomea mambo haya ya intelligentsia e, wanasoma body language, wanasoma macho yako, wanasoma harakati zako wanapokuhoji. Asilimia tisini na tisa wanasema huyu ndiye mwenyewe mwizi huyu, kutokana na ile hali, lakini hizi ni, ni ni mambo ambayo Allah anampa mtu mwenyewe na njia ya kuweza ku, kufanya vitu kama hivyo. Kwa ajili hii yote hii inatokana pia na ndimi zetu namna tunavyozitumia na, na akili zetu walizotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nawaambia makadhi mara nyingi sana wawe werevu wasi, wasishtuliwe na machozi hususan ya wanawake anakuja analia analia e, kanitoboa jicho Ukawa wewe haraka haraka ukitamaka, kumbe huyo ukaanza yeye kumtoboa mwenzake macho yote mawili, yeye katobolewa moja. Kwa hiyo lazima uwe kayyis, mwenye kufikiria vizuri na kuwaza vizuri. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao ambao Imamu Shafii anasema inna lillahi ibadan futana, waja werevu wekevu, ambao wa wanajua nini kinachoendelea katika hii dunia.